Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Ninakusalimu ndugu yangu kwa jina la Yesu Kristo popote ulipo, ninaamini Mungu anakupenda sana sana sana sana na kwa sababu ninaamini Mungu anakupenda, nikukaribishe tena wakati huu, nikukaribishe tena mahali hapa kwa ajili ya kuendelea na kutafakari na kujifundisha. Bwana Yesu asifiwe, asifiwe, asifiwe! Jina la Bwana libarikiwe, haleluya anayekuletea ujumbe huu ni mimi ndugu yako na rafiki yako, mtumishi wa Mungu Daniel Anton Kitua, mubashara kutoka Dodoma. Ninaamini Mungu amekuamisha salama, na ndio maana inawezekana TV yako, simu yako iko mkononi mwako ukinitazama. Lakini unanitazama kwa kuwa nimekuwa mbele ya kamera kwa hisani ya mtumishi wa Mungu Bahati Mkuria. Haleluya! yeye yuko aa, mubashara pamoja na mimi kukuletea ujumbe na kuendelea kutafakari katika kipindi chako cha kipindi rafiki, kipindi chenye elimu sahihi, kipindi chenye kukufanya ujisikie unaweza kuanza upya katika jina la Yesu, amen. Basi tuanze kwa maombi. Baba, kwa jina la Yesu ninakushukuru na kukutukuza kwa sababu ni mwema. Acha ni kushukuru wewe Mungu kwa sababu unaweza kutenda mambo makuu. Naomba unibariki, lakini mbariki mtumishi wako anayenifuatilia na kunisikiliza popote alipo. Mpe neema yako, ampe upendo wako na nguvu zako, katika jina la Yesu, amen. Haleluya, haleluya, haleluya. basi Uh, tunaendelea na somo letu pamoja na kwamba litakuwa na, uh, na kichwa kingine lakini ni ile ile kuhusiana na hadithi yetu nzuri. Nataka leo tuitazame ili somo letu kwa kina cha watu wanasemaje duniani. Wataalamu wa mambo mbalimbali wanasemaje? Haleluya. Kwa hiyo leo nataka tujifundishe kwamba mtazamo, maadili na ujasiri wa kuanza upya kama bahari inavyofanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tulijifundisha hadithi ya bahari na na tukaona kuna tafsiri nne zilizoonekana, kila mmoja alivyoitazama bahari. Mwingine aliitazama bahari kama mwizi, mwingine aliitazama bahari kama mchoyo, mwingine aliitazama bahari kama nani? Kama muuaji, mwingine aliitazama bahari kama uh, chanzo cha utajiri. Maana yake ni nini? Katika bahari moja kulikuwa kuna matukio manne. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninataka leo uh, twende pamoja tena. Ninajua kwamba uzoefu wako ndio unaoweza kukufanya utoe tafsiri sahihi. Tunaifananisha bahari na dunia. Dunia ni moja, lakini inatoa tafsiri mbalimbali, sawasawa na mitazamo ya watu, sawasawa na jinsi wanavyoitafsiri bahari. Lakini mimi nataka niseme hivi, haleluya, katika huu ulimwengu una matendo yasiyobadilika kama vile bahari Haleluya, una matendo yasiyobadilika. Kila mmoja inaweza kumpa anachotaka. Haleluya, tumeona katika hadithi hii, bahari moja ilitoa visa vinne. Ilitoa visa vinne. Mama aliiona bahari kama muuaji, mtoto kama mwizi, mvuvi kama uh, mchoyo, lakini yule mzee kama chanzo cha utajiri baada ya kupata lulu njema. Sasa basi Hili jambo linathibitisha kwamba kuna dhana kubwa ambayo tunatakiwa tuiunde katika maisha yetu kiimani, na katika kijamii na katika uhalisia. Bwana Yesu asifio sana, katika so -so, so -so, social construction of reality haleluya. Uh, inatupa maana ya kutazama mambo vizuri katika kutoa tafsiri halisi kwamba ni lazima tutazame kwamba kama dunia tunapaswa tuitafutie ufumbuzi kijamii, kya kihisia, lakini kiimani na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe sana uh, na ndio maana tunaona Bah, kama vile bahari na ndivyo ilivyo katika ulimwengu, haleluya. Sisi kila mmoja ameandika vitu tofauti tofauti katika ulimwengu ameandika vitu tofauti tofauti to, sawa, sawa na kile ambacho amekutana nacho. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ametoa tafsiri ya kile ambacho ameona kwa lenzi ya uzoefu wake. Huyu mtumishi wa Mungu ambaye naye alifanya risechi yake, haleluya Uh, anaitwa Bega na Lukman mwaka 1966 na, na, na, na, na, na, na, na yeye yeah, alisema ya kwamba ha, bahari uh, kama vile ulimwengu tunautengenezea namna ya uumbaji sawasawa na jinsi tunavyotazama. Haleluya, na tunapotazama katika fundisho letu la kwanza haleluya, tunaona ni kwamba kuna kila mmoja ana mtazamo. Kuna kioo katika dunia, kuna kioo cha maisha yako kinachoweza kugundua undani wako ulivyo, kinachoweza kuona kile ambacho ah, wengine hawaoni. Bwana Yesu asiwe sana pamoja, na kwamba kile unachoona kinaweza kikawa sio kweli, lakini kile unachoona ndicho kinachokupa tafsiri ulionayo wewe, na ndio maana imeandikwa katika Mithali, haleluya ana a, kimeandika katika Mithali kwamba aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo mtu. Anachokiona huku macho ndani, huku katika mwanadamu huku ndani, kuna macho ya rohoni. Kwa hiyo yanaweza yakaona kitu sahihi ama yakaona kitu tofauti. Kwa mfano mtu akiandika sita, mimi nikiandika hapa sita mimi nitaiona kama sita, lakini wewe unayetazama kutoka upande wa mbele yangu hautaona sita, utaona tisa. Ndivyo dunia ambavyo watu huwa inawadanganya. Haleluya! Mimi nikiandika sita, wewe ukitazama utaiona tisa. Kwa namna yoyote unayoiona dunia, lakini unapaswa usikilize wengine na wao wanatoa tafsiri gani alafu uangalie yale matamanio yako na hisia zako na uzoefu wako. Je, unakupa kile ambacho ni sahihi ulipaswa kupewa? Katika Mithali sura ya kumi na sita mstari wa pili inasema njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana huzipima roho. Kila unachoona kwako mwenyewe ni sahihi kuna mwingine anaweza kuona wizi ni sahihi, lakini mwingine akaona wizi ni hovyo. Kuna mwingine uzinzi, watu wanasema ni dhambi, lakini uzinzi umekuwa chanzo cha kupata pesa za kulipa kodi, kusomesha watoto, huo huo uzinzi. Tunaweza tukasema labda, uh, kusaga usagaji ni kitu kibaya kibibilia, lakini kuna mwingine usagaji ndio chanzo cha pesa, akienda kusaga anapata mabilioni ya pesa lakini je, kile tunachokiona nafsini kwetu kuwa sahihi? Biblia inasema kwamba njia yoyote aionayo mtu mmoja ni safi machoni pake mwenyewe. Tuhakikishe kile tunachokiona kimepimwa na sheria ya Mungu kikawa safi. Haijalishi ni kizuri, kinanipa furaha, lakini je, kikipimwa na sheria za Mungu kinatoa mambo ambayo ni sahihi na mambo ambayo Mungu ameyaridhia hapo ndipo penye, penye swala. Unaweza ukafanya unachofanya na vikakupa mambo unayoyataka lakini, kama ukipeleka kwenye kipimo cha neno la Mungu sivyo, maana yake unapaswa ukubali kufuta na uanze upya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huu mstari wa Mithali sura ile ya pili ya kumi na sita mstari wa pili uh, hii inatukumbusha kwamba uh, tathmini yetu binafsi inaweza kuwa si sahihi kila wakati kile ulivyo. Haleluya. Ndio maana Biblia inasema ajidhaniaye amesimama angalia asije kuwa ameanguka. Na hivyo ulivyo sivyo unavyopaswa kuwa. Unaweza ukafikiri umemaliza, kumbe bado kuna hatua zaidi Mungu anataka kuku kukupa, na ukazifanya ukaishi. Bwana Yesu asio sana. Haleluya, haleluya, hii kwa mfano mwepesi ni kwamba watu wawili mnaweza mkaliangalia mka, mka, mka tukio moja, lakini kila mmoja akalitolea maelezo yake tofauti na alivyoona. Haleluya, haleluya. Tembo, mimi nimewahi kuwa porini na kuinda porini ni mkubwa sana. Ukimtazama kwa upande wa mbavu, unaweza ukaidharau bunduki yako ukaiona si chochote, kwa sababu unamwona ni mkubwa kama nyumba. Ukimtazama kwa mbele, unaweza ukamwona ni kama kitu kisanamu hivi, kwa sababu ule mkonga na jinsi alivyokaakaa kule mbele, unaweza kuona ni kituko. Lakini ukimtazama kwa nyuma, akiwa anatembea, unaweza ukasema hakuna mnyama mzembe kama tembo, kwa sababu anavyoburuza miguu yake namna hii, unaweza ukamwona ni kitu cha kituko lakini tembo ni mwenye nguvu. Tembo anaweza kuangusha miti. Tembo anaweza kukusagasaga kabisa. Kwa hiyo wengine wamesagaswaga na dunia, lakini wengine dunia imewabariki. Hebu kuwa makini na tafsiri unazotafsiri maisha. Bwana Yesu asifiwe. uwe makini na tafsiri. Jina la Bwana libarikiwa sana. Kila mmoja anayo nafasi ya kurekebisha alivyo, ili aweze kutembea sawasawa sawa. Badilisha mtazamo wako, anza kutazama Mungu anavyotazama, ili uweze kufikia kile kitu halisi Mungu anataka, na Mungu wa mbinguni atakubariki siku ya leo. Ninataka tuishie hapa, na utembee ukiwa umebarikiwa. Neema ya Mungu pamoja na wewe. Mungu akukumbatie kwa uzuri na kupata hekima sahihi, ili uanze upya. Hebu kama bahari, futa yale ambayo yali yameandikwa. Mungu kila siku anataka usogee hatua moja mbele, na Mungu wa mbinguni atakubariki amen.